Hili ni shamba la sorgum ambao tunatumia kwa ajili ya kuishia wanyama, na hii tunaiandaa kwa sababu ya kwenda kutengeneza chakula kinaitwa silage. E, na hapo napoiona hii sorgum ina, ina muda wa mwezi mmoja neti, mwezi mmoja neti kiasi. Yes, kwamba bado tuna bili iendelee ikue kabla haijachanua, basi tuweze ku, kuikatakata kwa ajili ya kutengeneza hicho chakula ambacho kinaitwa silage. Vile vile inaweza ikatumika kwa matumizi ya kawaida kabisa, ambapo tunaweza tukakata tuka moja kwa moja na tukapeleka kwenye kwenye sehemu ya kulia wanyama, kipindi akiwa hivyo, ambao tunaweza tukayachop tuka au tukakata kama hivi alivyo size, sifa ya sorgum Ukikata okay, kama hivyo inachipua inachipua tena. Kwa hiyo ina faida sana, kwa sababu unapanda mara moja unavuna zaidi ya mara zaidi ya mara tatu au zaidi ya mara ngapi, ni kutokana na the way wewe unavyoitunza. Ni sorgum aina ya sugar graze.